Makanisa yana kazi kubwa sana ya kumtangaza Mungu, lakini pia huepusha ma, maovu katika jamii. Maadili yameanza kuporomoka kwa sababu walio wengi hawaji kwenye makanisa. Sasa pia tunamkakati tuna, tuna mkakati wale ambao hawafiki kwenye makanisa basi pia kuwapeleka kwenye makanisa, ikiwa utaamua kwenda RC, ikiwa ut utaamua kuingia Uislamu, hayo ni malengo ma, ma, yetu ambayo tumejipangia, ili mradi kila mmoja awe anashiriki kwenye maswala ya kanisa au msikiti, ili apate elimu ya kiroho kwa sababu unapokuwa na elimu ya kiroho, basi maovu mengi yanaanza na, ya kuutika pale kwenye jamii. Sawa, wizi utakuwa unapotea, zinaa inapungua, kugua kwa kasi fulani watu wanaoa kwa ndoa kwa ndoa zilizo sahihi hivi, kwa ndoa kama alivyosema, ndoa kwa kweli ni, ni, ni, ni sunna ya manabii. Manabii wote walioa, sawa kwenye eh, waliingia na kupata watoto. Unapooa basi unahalalisha tendo la ndoa, lakini pia unahalalisha watoto ambao watapatikana kwenye utaratibu ule wa ndoa. Uh, bila ndoa inaweza ikaleta shida, kujizalia watoto ovyo ovyo. Uislamu haukubali, sawa eh? wale watoto wanakuwa hawaeleweti Sawa, hawaeleweki kwa sababu unakosesha una, una, una mirathi yao, hawapati haki ya mirathi, tutalazimisha tu kuwapa mirathi, lakini mirathi ya wana yule, ni mtoto wa mama sawa hiyo eh? Baba hahusiki. Kwa kwa hiyo ndio tunatakiwa tu, tu, tu, tupate watoto katika kivuli cha ndoa, e, ili tuweze kuendelea na maisha vizuri, na Mungu akatuwie katika maisha yetu, kwa sababu muda huu ambao tunaishi ndio rasilimali Tujue wote tutaondoka hapo ulimwenguni na tutaelekea kwa Mungu mmoja ambaye kaumba mbingu na ardhi. Kwa hiyo hilo ni muhimu, kwa sababu rasilimali hii ya umri inabidi e, tuitumie vizuri, tuitumie vizuri, na kila siku ambayo inaondoka, siku hii hairudi tena. Sisi tunaita tule Alhamisi, Ijumaa, lakini kwa Mungu haipo kabisa, ni siku tofauti kabisa, sawa eh? Kwa hiyo kila siku unatakiwa uitoe, uiwekee zawadi. Unataka zawadi kiasi gani? uzawadi ni mcha Mungu ue, ue, ue, ue, uangalia yale matendo ambayo e, Mungu amri zake unazitekeleza, lakini pia unakatazika na mkatazo yake. Kuna vitu ambavyo unaona ni vidogo lakini ni vikubwa kwa kweli. Nyanguku hii yote kwa kweli, hamna ambaye hamzungumzi diwani kwa ukarimu wake, sawa kwa utendaji wake ambao umetukuka. Kwa hiyo hilo lipo na tunalifanyia kazi kwa ele, na hii pia anatusaidia katika madhehebu yetu. Kwa mfano hapo msikitini anachangia katika masuala ya umeme, kuingiza umeme msikitini, sawa. Wengine ame, amechangia ame pia kusaidia ujenzi wa makanisa, sawa. Kwa hiyo anajitahidi na miundo mbinu ya barabara, e, afya e, yohani yaani yote kote. Sekondari hapa tulikuwa na moja, sasa hivi tuna mbili. Shule za msingi zimeanza yaani kuongezeka, na shule sikizi sasa hivi zipo ambazo zinaendelea kujengwa. Kwa hiyo yote hayo ni maendeleo kwa ajili ya mustakabali wa watoto wetu ambao watapata elimu ya kiwango. Mchango wa madhehebu na viongozi wa madhehebu wa dini, mchango wao ni mkubwa sana kwenye jamii yote hii. Hawa watu wanahubiri amani. Wanahubiri upendo, wanahubiri utulivu. Kwa sisi serikali tunapokuja na zile sheria za usiibe e, usitende makosa na wao, wanahubiri yale yale, lakini wao wanatusaidia zaidi kwenye ishu ya upendo, kusameheana. Saa zingine kwa yale tunayoyahubiri sisi kule mtaani, wao ndo wanayabeba, wanakuja kuyatafasiri kwa kupitia vifungu vya Biblia na tunaona tunafanikiwa kupitia viongozi hawa wa dini, na ndio maana hata waliponiita siku sita, nimekuja nimewasikiliza, wamenipa maelekezo yao na changamoto, na mimi nimewapa baraka kabisa, umoja uendelee, na nimewaelekeza mle ndani kwamba kuanzia sasa, sasa wakae watengeneze fomula nzuri, na saa zingine waniletee orodha kamili na idadi ya wanachama wao kusudi na mimi niweze kuwashika mkono, wasije wakakwama safari yoyote. Kwa ufupi, ni kwamba serikali tutawashika mkono moja kwa moja.